Vijana, wazazi na walezi katika kijiji hiki walihamasishana na kujitokeza kushiriki ujenzi wa shule hii wakidai kuwa watoto wao wako katika hatari ya kuacha masomo. Kabla ya serikali kutoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa shule hii, tayari wazazi walikuwa wameanza kuchangishana michango. Kwanza tuliona kwamba watoto wanatembea toka hapa hadi paka Ipunga sekondari paka hadi paka Ihanda, kwa kuwa wanafunzi huwa wao wa bodaboda, wanaweza kawadanganya wasisome vizuri, na wengine walikuwa wanaachia njiani kwa kuto kuendea na masomo, tukaona ni bora zaidi hii shule ijengwe. Eh, kwa kweli wanakijiji waliokuwa na mwamko, tunaweza kupangiana kwamba kila mwana kijiji atoe elfu kumi, um kwa ajili ya kufanya kwa ajili ya kufanyia kazi, kununua tofari za sekondari, yani majengo ya mara ya kwanza kabisa, kabla hizi pesa zijaletwa. Na baada ya kusikia kwamba pesa zimeletwa, tuahamasishana tuikaa vikao, tukaamua kwamba tulikuwa tunabeba mawe tunaeleta hapa, wengine kina mama walikuwa wanachota maji kwa ajili ya wananchi, walijitolea kwa kuchimba misingi na kwa kila kitu. elfu kumi kumi zile ambazo tunazitoa tukaone watu wale wenye maeneo tuwachangie kidogo nao wasipate nini, wa, wa walizike kwa hiyo, watu walipendeza sana, na wao walifurahi. Sasa tayari masomo ameanza kutolewa shuleni hapa. Imetokea katika shule ya Ihanda secondary school imehamia hapa Sakamwela. Shule hii imetupunguzia umbali mrefu kutoka nyumbani kwetu kuja kufika hapa. Ilikuwa tukiamka saa kumi na moja ya alfajiri kwenda shuleni, tulikuwa tunakutana na vitu mbalimbali kama vibaka njiani, tulikuwa tunapishana nao ambao walikuwa wanatushawishi kwa kila namna ambayo sisi ilitufanya tukatishe masomo yetu. Tulikuwa tunakutana na wakaka wanatuambia tuache shule ili tuingie tuanze kukaa mtaani, yani tuolea. Wengine wameolea, wengine wamebeba mimba, wajaolea. Tulichaguliwa kwenda shule ya Ihanda sekondari iliyopo umbali mrefu sana na nyumbani, lakini tunamshukuru Rais Samia kwa kutujengea shule iliyopo karibu, na pia walimu ni wazuri sana katika ufundishaji. Wazazi nao wanasema sasa hawana hofu juu ya elimu kwa watoto wao. Nashukuru sana serikali, Tukumbuka sisi katika kijiji chetu cha Sakamwela kwa kweli tulikuwa tunapata shida mno, mara Ipunga mara Ihanda kwao, watoto wetu walikuwa hawawezi kuendelea na masomo vizuri kutokana na umbali uliokuwepo. Lakini baada ya kuletewa shule tunaona mambo yanakaa vizuri, watoto wetu wanaendelea kusoma, wametulia ana, ana kwa sababu anatoka jirani anarudi kwa muda mav. Uongozi wa shule hiyo unasema mwitikio wa wanafunzi na wazazi umekuwa mkubwa, jambo linaloleta ari ya ufundishaji. Kidato cha kwanza wako wanafunzi mia moja na kidato cha tatu ni wanafunzi ishirini na nane. Hao wote ni wanafunzi ambao wamehamishwa kutoka shule ya sekondari Ihanda kuja shule ya sekondari Sakamwela, na tunashukuru sana kwa mapokeo ya wananchi wa hasa wanaozunguka shule hii, wamepokea vizuri mradi huu, lakini pia wanafunzi wote hata wale ambao walikuwa hawafiki shule sasa wanafika, kwa tunaamini kupitia ujengaji wa shule hii tunakwenda kuokoa watoto na kizazi cha wananchi wa vijiji jirani vinavyozunguka kijiji cha Sakamwela ambapo shule hii imewekezwa, ambayo imegharimu zaidi ya shilingi milioni mia tano themanini na tatu za Kitanzania na ambazo zimetolewa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Shule hii mpya Sakamwela tayari ina jumla ya wanafunzi mia moja ishirini na nane walimu tisa kati yao wa kike wakiwa watatu huku watoto sasa wakiwa na fursa sawa ya kupata elimu bila adha karibu na makazi yao. Joyce Lyanda, habari weekend, Songwe.